Kitabu cha Isaya sura ya sitini na moja na ya sitini na mbili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro, ninawaalika katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Kipindi hichi kinakujia kila siku, kwa sababu neno la Mungu unapaswa kulisoma kila siku. Tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya siku nyingine tena, ambao Baba umetukutanisha watoto wako mahali hapa ili tuweze kusoma neno lako kwa njia ya sauti. Tunaamini Roho Mtakatifu uko na sisi na tunaamini maandiko yako na maneno yako yanatueleza kwamba wewe Mungu ukiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Katika unyenyekevu mkuu, tunajikabidhi mikononi mwako, tunaomba damu yako Yesu itusafishe na itusimamie kuweza kusoma neno lako na kuweza kulielewa na maisha yetu yaendelee kujengwa juu ya mwamba ambao ni wewe Kristo Yesu, ili tuendelee kuwa maujaji katika imani katika safari ya matumaini tuweze kupata neema ya uzima wa milele katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote tukiri amen. Wapendwa, karibuni sana, tunaendelea kusoma kitabu cha Isaya sura ile ya sitini na moja na ya sitini na mbili. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project, ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti.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 wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya raha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito; wapate kuitwa miti ya haki, iliyopandwa na Bwana, ili atukuzwe. Nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi na wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu. Bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana, watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha, wataifurahia sehemu yao, basi katika nchi yao watamiliki maradufu, furaha yao itakuwa ya milele. Maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki, na uchukia wivi na uovu, nami nitawalipa malipo katika kweli, nitaagana nao agano la milele. Na kizazi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika kabila za watu, wote wawaonao watakiri ya kuwa wao ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu; maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana arusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi arusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Maana kama nchi itoavyo machipuko yake, na kama bustani ioteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake, ndivyo Bwana Mungu atakavyootesha haki na sifa mbele ya mataifa yote. Mlango wa sitini na mbili. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakavyo. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako, nawe utaitwa jina jipya, litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Hutaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa Hefsiba, na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana anakufurahia na nchi yako itaolewa. Maana kama vile kijana amuavyo mwanamwali, ndivyo wanawako watakavyokuoa wewe; na kama vile bwana arusi amfurahiavyo bibi arusi, ndivyo Mungu wako atakavyokufurahia wewe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 wala wageni hawatakunywa divai yako uliyoifanyia kazi; lakini walioivuna ndio watakaoila na kumhimidi Bwana, na walioichuma ndio watakaoinywa ndani ya nyua za patakatifu pangu. Piteni, piteni katika malango, itengenezeni njia ya watu; tutieni, tutieni barabara, toeni mawe yake, twekeni bendera kwa ajili ya kabila za watu. Tazama, Bwana ametangaza habari mpaka mwisho wa dunia, mwambieni binti Sayuni, Tazama, wokovu wako unakuja; tazama tawabu yake i pamoja naye na malipo yake yako mbele zake. Nao wataitwa watu watakatifu, waliokombolewa na Bwana; nawe utaitwa aliyetafutwa, mji usioachwa.